Bimaana utaratibu wote wa dini umefundishwa na tayari umtume akaacha uwanja ulio mweupe. Dini iko wazi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamalizia kusema, taraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni kwenye uwanja mweupe, lailuha kanahariha usiku wake, wake ni sawa na mchana wake, yaani dini jinsi ilivyoachwa ilivyokuwa na uwazi, kona zote ni sawasawa, mchana na usiku wake. la yaziuna ila aliki, hawezi hawachi njia ilo sawa ila yule mwenye kuangamia. Sasa hatari ya kitu chochote ukaweka katika dini ikawa ni sheria

ni kama vile anasema na hali kwa ulimi ule, hali mazingira halisi, inna dina lam yukamal, dini haikukamilika, li annahu qad baqiya alayhi hadhihi shariatu alati ibtadaaha, imebakia kwa kee sharia ndio hii, aliileta akaiweka, akaongeza yatakarabu biha ilallahi aza wajalla akijikurubisha kwa Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu katika imani, katika vitu ambavyo vitakuwa na gharama kubwa kwa mwislamu ni kuonekana siku ya Kiama, alianzisha mwendo akawa na kundi la watu, ni hatari sana, kwa sababu wale watu kulikinasibisha likafanywa ni ibada, basi wale watu siku ya Kiama watakugeukia wewe Unapata hasara na wale watu wamepata hasara, lakini wanakugeukia wewe, kwamba huyu ndiye aliyetupoteza. Ni hatari sana. innaka la tajabu min qaumin, hakika wewe waweza shangaa sana kuhusu watu, yaftadiruna fi dini llahi ma laisa minhu, wanaleta katika dini ya Mwenyezi Mungu kisicho kuwepo kabisa.

Mtume anatukuzwa, Mtume anaheshimiwa, Mtume anaswaliwa, Mtume utajo wake ni wa juu. Allah anasema wa rafa'na laka dhikrak, hakika tumeunyanyua utajo wake. Lakini ndani ya nini? Ndani ya sheria, sio vile unavyowewe au mimi, na ndani ya sheria wakaweka mipango yao, saa ingine kwa Mtume sasa salam, ima kumzulia ima kumwekea vitu ambavyo yeye havifahamu, wayadauna bidhalika, wakati huwa wanadai annahum hum almuhibuna lirasulillahi sa salam, wao ndio wanampenda zaidi. Wana Mtume alikuauliza ee jamaa, utaratibu husheria ikuaja Mbona bona sisi mapenzi la mapenzi, anatakiwa yawe ndani ya sharia. Allah anasemaje? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ikiwa mnampenda Allah vilivyo, nifuateni, na mtume anafuato katika hii katika sunna katika blewaliyopita katika kitabu na sunna. Sasa mapenzi lazima yaendane na mafundisho aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa annahum almuadhimuna lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na wakati huo wanadai tu, sisi ndiyo tunamwadhimisha wanamtume sallallahu alayhi wasallam na kisha ni unakuta watu wengi wameenda mbali sana uzaa katika imani. Sheria wazi, iko wazi, la shaka. Rasulullah sallallahu alaihi wa salam jinsi alipohama alipopokelewa Madina, masahaba walipokaa naye, jinsi nafasi yake kwa masahaba alikoumnjulikana. Lakini kibaya zaidi, ikifikia mtu hawa wanaofanya hivi, ikifikia mtu anawanasihi, wanakuwa wanapona maneno makali sana inna man lam man lam yuwafiqhum fi bid'atihim hadhihi fa innahu mubghizun li lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na huwa wanakuwa na maneno, nasema kama mtu akuafikiana na wao katika kile wanachokifanya, basi sharia wanageuza kibasa. Huyu ambaye mtu anachukia mtume sana, anamchukia mtume huyu, mtume asisifiwe, mtume asitajwe